Shambulizi la jana usiku katika eneo la Mpeketoni, Kaunti ya Lamu liliwalazimu vinara wakuwa usalama nchini kufanya kikao cha dharura kutathmini hali ilivyo na hatua ambazo serikali inafaa kuchukua kukabiliana na kero la utovu wa usalama. Waziri wa masuala ya ndani Joseph Ole Lenku akidai shambulizi la jana litailazimu serikali kuchukua mkondo tofauti. Na katika kile ambacho huenda kikazidisha joto la kisiasa nchini, ole Lenku amedai shambulizi la Mpeketoni huenda lilichochewa kisiasa na hata kwa mabano kumuhusisha kinara wa upinzani Raila Odinga. Ni jana tu Odinga aliwaongoza wanasiasa wengine wa mrengo wa upinzani katika mkutano wa hadhara katika uwanja wa Tononoka kaunti ya Mombasa, kuishinikiza serikali salimu amri na kukubali kuandaa kongamano la kitaifa kujadili maswala ambayo yanalizonga taifa yakiwemo swala tata la usalama. Of his political activities. Ole Lenku amesema mikutano ya kisiasa inayoandaliwa na muungano wa upinzani CORD katika maeneo mbalimbali nchini inazua wasiwasi wasi na kudokeza kuwa serikali inawamulika baadhi ya viongozi wa upinzani inayodai wanatoa matamshi ya chuki. Kenya is To a necessary pain. Rais Uhuru Kenyatta alitarajiwa kuzuru eneo la Mpeketoni kwa fariji walioadhiriwa na mkasa wa jana usiku lakini akaahirisha safari hiyo Moyale This time. na huku Ole Lenku wakifika Mpeketoni kuongoza shughuli za uchunguzi, maswali yanayoibuka kwa sasa ni je, serikali imeweza kudhibiti usalama wa taifa, na je, madai yake na kumuhusisha Odinga na tukio la hivi punde yana uzito wowote? Francis Gachuri, Citizen Nipashe.